E, eti inawezekana mwanamke kukutana na mumewe kimwili baada ya siku ishirini na mbili tangu kujifungua ikiwa damu ya nifasi imekatika au imekata na sio lazima kutimiza siku arobaini au kusubiri siku arobaini. E, hilo ndio swali lake. Alafu wana maelezo hapa wanasema tafadhali tufahamisheni hili kwa sababu elimu eh, zinazidiana. Niliosoma zaidi dini, tufahamisheni. Eti wanasema ikiwa unaweza eh, kufanya ibada zote za sala, nafunga, na kufunga na kusoma Qur'ani basi eh, na hiyo pia ni moja ya ibada. Je, kwe ni kweli? Jawabu, wabillahi billahi taufiki, ni kwamba mwanamke anapojifungua ikiwa hakutoka damu tuseme, tuanze kwanza, hakutoka damu kabisa, basi atafanya ibada zote kama kawaida, hata kama siku ile ile hana, hana haja kutimiza siku arobaini. Yani leo akajifungua hakutoka damu, basi ata uh, ata ata fanya ibada zake kama kawaida vile vile, lakini masala ya kuingiliana haya yana maelezo na kuna vipengele ambavyo kwamba vina khilafu kwa maulama. Sasa, hawa na wake kwanza, ambao wanajifungua wako namna mbili. Kuna yule ambaye kama anajifungua lakini tayari ameshajua siku zake za nifasi yake, kama mimi siku yangu ni siku ngapi. Mwanamke anachukua siku zake katika nifasi kama anavyochukua siku zake katika hedhi, anajua kama mimi siku hedhi yangu siku saba, na hali kadhalika nifasi vile vile. Mwanamke anatakiwa azingatie ajue kwamba yeye nifasi yake ni siku ngapi? Kumi, kumi na tano, ishirini, ngapi? amefahamia naye. Lakini je, hizi siku anachukua kwa kupata nifasi mara ngapi? Yaani ajifungue mara ngapi ili iwe tayari, sasa anajihisabu kwamba hizi ndo siku zangu. Uh, waka wanaona siku moja ile kaika mbele ya mwanzo akajifungua, ile basi yake siku zake ndo zile zile, waka wanaona hivyo lakini hapa Omani mashehe wetu fatua yawa wanachukua kauli siku tatu mara tatu, kwa maana kajifungua mara ya kwanza siku zake, sema kapata nifasi siku kumi na mara hiyo, kwa hivyo ikiwa damu hakutoka na hii mimba ni mimba ya kwanza, basi maulama wanasema asimuingilie mpaka akamalishe siku 40. Ikiwa hii ni mimba ya kwanza, na kwa maana nyingine, ikiwa mwanamke bado hajachukua siku zake, mwanamke ambaye kwamba bado hajui siku zake za nifasi, basi e, yule inakuwa haingilii mpaka atimize siku 40, kwa sababu hujui kwamba inawezekana damu ikamrejea, eh, ikawa umemwingilia katika kipindi ambacho kwamba anahesabiwa bado ana nifasi. Kwa mwanamke ambaye kwamba bado hajajua siku zake za nifasi siku ngapi huyu, e, ha, hafanyi maingiliano ya ndoa na mume wake mpaka atimie siku 40. Lakini mwanamke ambaye kwamba tayari ameshajua siku zake na siku zake kesha zishamalizika, basi e, hata damu kama inatoka taban, damu ya nifasi ikitoka, atasubiri kwa muda wa siku tatu, iko inaendelea kutoka tu, bado inakuwa tena sinifasi tena. Kwa hivyo akitaka kufanya tendo la ndoa atafanya yule ambaye kashachukua siku zake, nimesema kwamba siku zake anachukua kwa mimba tatu mfululizo. Mimba ya kwanza kapata siku kumi na tano, mimba ya pili kapata siku kumi na tano, mimba ya tatu siku kumi na tano. Kwa hiyo atajua kwa mimi siku zangu ni siku kumi na tano. Ikifika siku kumi na tano, damu inaendelea kutoka, umefahamu? Yale atasubiri siku tatu, iko inaendelea kutoka, basi ata atafanya, atasali, atafanya kila kitu tena namna hiyo. kwa hivyo Kifupi, huyu mwanangu, swali la kwamba je, atafanya tendo la ndoa <coughs> e, ikiwa damu imestopu ni hivyo, ataangalia siku zake kwanza. Je, yeye tayari ni mimba ya kwanza? Mimba ya kwanza hafanyi tendo la ndoa mpaka iwe siku arobaini zimalizike, au pengine mimba ya pili na tatu, lakini bado hajajua, hajajua siku zake. Kwa nini? Kwa sababu mimba ya kwanza akapata siku kumi na tano damu, mimba ya pili akapata siku kumi na mbili mimba ya tatu akapata siku kumi na saba. Huyu ni sawa sawa na yule mwanamke ambaye kwamba hajajua siku zake, kwa hivyo huyu hafanyi tendo la ndoa mpaka siku arobaini zikamilike. E, hicho ndicho nachokifahamu. E, wallahu tabaraka wataala alam waahkam. E, na ningependa kuongezea kitu hapa nilisahau kuzungumza katika klipu ya kwanza kwamba inawezekana mwanamke ikawa tayari siku zake anazijua tayari lakini Mimba hii ya tatu ya eh, mimba hii pengine ya nne ya tano ikawa baada ya kujifungua tu hakupata damu kabisa, huyu pia ana khilafu kwa maulama eh. Huyu anasema kwamba mtu hatomwingilia kabisa mpaka afike siku arobaini, na wengine anasema kwamba atapua muhula siku tatu. Hii ina khilafu kidogo kwa maulama eh, wallahu tabaraka wataala alahkam.